Tamthilia hii ilichezwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1964 na baadaye ilichapishwa rasmi mnamo mwaka 1965. Wahusika katika tamthilia hii. Mhusika wa kwanza ni Ato Yawson, kijana mgana aliyehitimu chuo kikuu, mzaliwa wa ukoo wa Oduma, anayerudi Ghana baada ya masomo yake nchini Marekani. Mhusika wa pili ni Eulalie Yawson, Marekani mweusi aliyehitimu chuo kikuu mke wa Ato. Muhusika mwingine anaitwa Eskom. Huyu ni mama yake Ato anayeshikilia sana mila na desturi za familia. Muhusika mwingine anaitwa Monka. Monka ni dada yake Ato ambaye hana bahati katika maisha yake ya ndoa. Na muhusika mwingine anaitwa Nana. Nana ni bibi yake Ato anayefurahia kurudi kwa mjukuu wake, lakini pia anayejali heshima za familia. Mhusika mwingine anaitwa Akere. Huyu ni shangazi mkubwa wa Ato. Na mwingine anaitwa Mansa. Huyu ni shangazi mdogo wa Ato. Na mwingine anaitwa Petu. Huyu ni mjomba mkubwa wa Ato. Na mwingine anaitwa Akroma. Huyu ni mjomba mdogo wa Ato. Pia kuna mwanamke wa kwanza na mwanamke wa pili. Hawa ni majirani wanaonekana katika sehemu ya mijadala ya kijiji. Mwingine ni mvulana mtoto katika ndoto ya Ato, ni mzimu wa Ato alipokuwa mtoto. Mwingine ni msichana mtoto, katika ndoto ya Ato akimsaidia kueleza historia ya mzimu. Mwingine ni the bird of the wayside, ni kipeo cha mandhari na ishara ya utamaduni wa kijiji. Tamthilia hii ina mandhari kuu mbili. Mandhari ya kwanza ni ya Marekani. Hii ni kipindi ambapo Ato na Yulari bado wako Marekani wakipanga kuja Afrika na kuanzisha maisha yao huku wakiwa na matumaini ya kujenga peponi yaani barani Afrika. Mandhari ya pili ni mandhari ya Afrika, hasa Ghana. Sehemu kubwa ya tamthilia inawekwa Afrika, hasa Ghana. Mandhari hii inaonyeshwa kwa uwazi maisha, mila na desturi za Kiafrika. Utangulizi. Tamthilia inaanza kwa shairi linalotambulisha mandhari na wahusika wakuu. Ato, kijana mgana kutoka ukoo wa Oduma, anayeitwa pia msomi wa pekee, amerudi nyumbani Ghana baada ya masomo yake Amerika Kaskazini, akiwa amefuatana na mkewe aitwaye Yulali, ambaye ni Marekani mweusi. Yulali ana matumaini makubwa kwamba maisha yatakuwa mazuri kwake katika ardhi ya Afrika na kwamba watu wa Ato watakuwa watu wake pia. Ato anamthibitishia kwamba hata kama hawatapata watoto, hilo halitakuwa tatizo kwake, kwa sababu watajenga peponi ndani ya ndoa yao. Watoto wanaweza kusubiri mpaka pale Yulali atakapokuwa tayari. Tamthilia hii imeandikwa katika matendo makuu matano. Kaanami, asante. Kitendo cha kwanza Wanawake wawili wa kijijini wanarudi kutoka mtoni wakiwa na mitungi ya maji. Wanajadili namna wanavyohangaika kama watumwa kufanya kazi za nyumbani na shambani ingawa wanafamilia wengine wamepumzika. Pia wanazungumza kurejea kwa Ato ambaye anatarajiwa kulipa madeni yaliyokuwa yakimkabili mama yake. Nana, bibi yake Ato, ana furaha kubwa kwamba mjukuu wake amerudi akiwa bado yu hai. Hata hivyo analalamika kwamba giza limeingia na wanawake bado hawajawasha taa. Ato anawaita na wakati huo huo, mjomba wake mdogo Akroma pamoja na mjomba wake mkubwa Petu pia wanafika. Nana anapendekeza kwamba Akroma ampeleke mkewe kwa mganga maarufu aitwaye Kofikrom badala ya kutegemea tu dawa za kizungu ambazo zinaonekana kuto kumsaidia kamwe. Wanakusanyika kama familia na kuanza kujadili mambo mbalimbali, ikiwemo jinsi Ato mzaliwa wa kwanza alivyokuwa mnyenyekevu wakati anakuwa. Petro anaulizia kondoo ambaye Escom alikuwa akimlea, lakini mama yake Ato Escom anaripoti kuwa alimuuza ili kupata fedha za kulipia mahari ya Ato. Ato anamwambia kuwa tayari ameoa jambo linalowashangaza wote na kusababisha wamuulize maswali ya haraka haraka. Umeoa? Umemwoa nani? Ni lini? Mkeo ni nani? Anatoka wapi? Habari hizi zinawatetemesha sana, kwa sababu mkewe anatoka Marekani na hata jina lake wanashindwa kulitamka vizuri. Ato anawaeleza kuwa yeye ni Marekani tu mwenye asili ya Afrika kwani babu zake walichukuliwa kutoka Afrika kwenda utumwani Marekani. Taarifa hii inawachanganya zaidi wanapogundua kwamba Yulali ni uzao wa watumwa. Nana, ambaye ni bibi yake Ato, anachanganyikiwa zaidi, kijiuliza atawezaje kuieleza mizimu ya mababu kwamba mmoja wa kizazi chao amemrudisha nyumbani mtumwa. Kitendo cha pili baada ya siku 18, wanawake wawili wanarudi kutoka msituni wakiwa wamebeba kuni. Wanazungumza kuhusu umuhimu wa kuwa na watoto. Wanamtaja Monka, binti wa Eskom, ambaye ni dada yake na Ato ambaye hakuwahi kuolewa vizuri, lakini hawamlaumu Eskom kwa ukorofi wa binti yake. Wanatarajia Ato awasaidie watoto wa Monka ambao ni wapwa zake, lakini pia wanakiri kwamba nyakati hizo za kutoa msaada zimepita. Wanazungumza kuhusu mke wa Ato. Mwanamke wa pili anasema kwamba Eskom aliwahi kugonga mlango wa Yau Mensa kumwomba binti yake aolewe na mwanawe Ato, lakini Ato alikataa kumuoa huyo msichana na badala yake akaoa mwanamke ambaye ni mzungu mweusi. Wanapokuwa wakizungumza, wanasikia kilio cha mtoto kutoka mbali na mwanamke wa kwanza anatamani pia kama angekuwa na mtoto. Baadaye, Yulali anaonekana akitoa monolojia, usemi mrefu wa nafsi, baada ya kuwasili Afrika. Anajiuliza mwenyewe, je, nini kitatokea ikiwa ataona kwamba alikosea kuja Afrika? Anataja hata mabadiliko ya jina lake kutoka Yulali Rush kwenda Yulali Yawson. Anaeleza dhana alizokuwa nazo au alikuhusu Afrika. Aliwahi kufikiri Afrika ni msituni tu na hakuwahi kufikiri kama kuna Coca-Cola. Anazungumza kuhusu utambulisho wake na fahari aliyopewa na mama yake kwamba Mungu alimuumba mweusi na hawezi kubadilika. Anatamani mama yake angekuwa hai ili aone. Ato anaingia na wanazungumza mambo mbalimbali mbali, huku akicheza kwa maneno ya utani. Wakati huo Yulali analeta wazo la kuanza familia, lakini Ato anakataa akisisitiza washikamane na mpango wao wa awali kuwa na subira kabla ya kupata watoto. Kitendo cha tatu. Baada ya miezi sita, Ato na Yulali wanakuja kukaa weekend, akiona mvulana na msichana wakiimba kuhusu mzimu uliokuwa katika utata usijue kama uende Elmina au Cape Coast. Ndoto hii inamuogopesha kwa sababu aliwahi kuyota alipokuwa mtoto mdogo. Mjomba Petro anakuja kuwasalimia na Ato anamwambia kuhusu ndoto hiyo. Ato anasema kwamba mvulana katika ndoto alifanana naye alipokuwa mtoto. Petro anamwambia asijali sana, huku akiahidi kulifanyia kazi jambo hilo. Baada ya masaa mawili mama yake Ato Escom anafika akiwa amewaletea konokono -kono kwa ajili ya chakula. Yulali anapoziona anazirusha na kuzitupa, jambo linalozua ugomvi na mgogoro mkubwa kati yake na Ato na pia kati ya Ato na mama yake. Ato anajaribu kumtetea mke wake, lakini Escom mama yake Ato anasisitiza kwamba mke anatakiwa kufuata mila na desturi za mume si vinginevyo. Eskom anamwambia Ato jinsi alivyoumizwa kukusanya ada ya shule kutoka kwa matajiri wasio na huruma na kutoka kwa wajomba wake. Anaeleza jinsi alivyochukiwa na marafiki zake ambao sasa wanamcheka kwa sababu ni maskini kuliko zamani, baada ya kukopa mali zake na kushindwa kuzikomboa. Analalamika kwamba pesa zote sasa zinatumika kumridhisha yulali anayemuita hureli. Kitendo cha nne. Baada ya miezi sita, wanawake wawili wanarudi kutoka sokoni wakiwa wanazungumza kuhusu siku ya sherehe ya kutakasa kiti cha kifalme. Wanazungumza pia kuhusu Ato ambaye hajaleta mabadiliko yoyote ndani ya familia yake tangu aliporudi, kiasi kwamba paa la nyumba ya mama yake limeanza kuvuja zaidi kuliko hapo awali baadaye wanahitimisha kuwa yote ni kwa sababu ya Yulali anayetumia pesa zote kununua sigara, vinywaji, nguo na mashine mbalimbali. Pia wanajadili hali yake ya ya kutozaa, kwani inaonekana bado hajazaa tangu kuasili kwake Afrika. Baada ya hapo, ndugu wa Ato wanakuja kufanya sherehe ya kutakasa nyumba ili kuondoa roho mbaya kwa kutumia mchanganyiko wa mitishamba, kisha wanaondoka. Baada ya masaa kadhaa, Ato na Eulalie wanajadili tabia yake ya kunywa vinywaji. Ato anamwambia aweke vinywaji vyake chumbani kwa sababu ndugu zake wengine wanakuja. Hatimaye wanafamilia wanawasili na kumwambia Ato amueleze mke wake kwamba wanataka kumuosha tumbo ili aweze kuzaa. Ato anakataa lakini mjomba wake Petu anamkumbusha kwamba walikutana awali na kujadili tatizo la Ato kutozaa. Wanamwambia kuwa wanajua mke wake anavuta sigara na kunywa vinywaji kama mwanaume. Baada ya familia kuondoka, Yulali anamuuliza Ato kuhusu kilichojadiliwa kwenye mkutano huo, na Ato anamweleza kuwa walikuja kumwambia kwamba yeye na mkewe hawafurahishi roho za mababu zao kwa sababu hawafanyi yale yanayohitajika ili waweze kuzaa. Kitendo cha tano. Asubuhi inayofuata, Ato na Yulali wanatarajiwa kuhudhuria ibada ya shukrani kwa mjamzito wake aliyefariki mwaka uliopita. Hata hivyo, Yulali anakataa kwenda naye, akidai kuwa Ato anasikiliza sana watu wake kiasi kwamba yeye anashindwa kufanya kile anachokitaka. Analalamika kwamba ndugu wa Ato wanamlazimisha kufanya mambo kulingana na mapenzi yao. Anamuomba Ato awajulishe kuwa yeye atakuwa na watoto pale atakapopenda, lakini Ato anasema hawataelewa. Yulali anawachukia akisema, wanatambua tu mila na desturi za kizamani, akilaumu kuwa wako zaidi ya wanyama wa kale kama dinosaur kwa kuwa na konokono na madawa ya kienyeji. Ato anamwambia, ukiwa Roma fanya kama Waroma wanavyofanya. Yulali anajibu kuwa ikiwa anaweza kuhubiri vizuri hivyo basi anapaswa kuhubiri kwa watu wake ili waelewe mambo ambayo bado hawayajui. Ato anamwambia akae kimya na kumuuliza, je, mweusi wa marekani anajua kiasi gani hapa? Hoja inakuwa kali sana na yulali anamwambia, je, unalinganisha hawa wanyama hawa hawa wapumbavu wenye akili ndogo na sisi? Ato anakasirika, anampiga na kumwacha nyumbani usiku wa manane. Ato anamtafuta Yulali bila mafanikio. Wanawake wawili wa kijiji wanasikia kelele kutoka nyumba ya Eskom na wanakuja kuchunguza. Mwanamke wa pili anasikia kuwa kuna tatizo kati ya Ato na mkewe. Wanajadili jinsi Yulali alivyokuwa ameketi kwenye shamba la shule jioni akiwa ameinamisha kichwa chini. Hatimaye wanarudi kulala. Esi anakuja kuuliza kilichotokea. Ato anamwambia kuwa anamtafuta Yulali kwa sababu alipotea baada ya kumpiga. Ato anasema alifanya hivyo kwa sababu aliwadhalilisha watu wake na alikataa kwenda kwenye ibada ya shukurani. Esi anasema alikataa kwa sababu ni kutokuzaa. Ato anamueleza kuwa si kutozaa bali watakuwa na watoto na mke wake pale watakapotaka. Esi anajiuliza kama wao ni miungu wanaoweza kuumba watoto wao wenyewe mpaka wafikie hatua ya kuamua lini wazae. Hata hivyo, Esi anamlaumu Ato kwa kutomfundisha mke wake kuhusu tamaduni za nyumbani, kwa kuwa anaamini hakuna mgeni anayevunja sheria. Yulali anatokea akiwa mdhaifu na mwenye huzuni. Eskomo anamsaidia na baada ya kuzungumza na Ato, anampeleka kwenye nyumba ya familia. Ato anabaki amechanganyikiwa, anapotea na kujihisi mpweke. Kisha sauti ndani ya akili yake inamletea maneno ya watoto akirudia tatizo la mzimu: Je, niende Cape Coast? Je, niende Elmina? Siwezi kusema, je, siwezi kusema, siwezi kusema, siwezi kusema, siwezi kusema, siwezi kusema. Na huu ndio mwisho wa tamthilia yetu. Onyesha upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, kwani ni bure lakini ina maana kubwa kwangu na inaniongezea nguvu ya kuandaa simulizi zingine. Usikose kusikiliza riwaya ya mzee na nishani The Old Man and the Medal ambayo nitaiaplodi hivi punde. Ni wako David Michael Wimbi. Mungu akubariki na kupenda sana. Asante.